Kashivya endo Mitanto ni wakili wa serikali na mkuu wa mashtaka wilaya ya Um, leo tulikuwa na kesi moja ambayo ilikuwa inakuja kwa ajili ya hukumu katika mahakama ya wilaya ya, ya, ya Lushoto ambayo ilikuwa inahusisha mtumiwa mmoja Abubakari Hamisi mkazi wa Dule B katika halmashauri ya Lushoto ya Bumbuli, ambaye pia ni mwalimu wa madrasa yani ustadhi, alikuwa kwa kumlawiti mtoto wa miaka kumi, mtoto wa kiume wa miaka kumi ambaye ni mtoto wa kaka yake. Yani mtumiwa ni baba mdogo wa huyo mhanga. Na hivyo vitendo vilikuwa vinatokea katika mazingira ya nyumbani alikuwa akimlawiti mtoto akiwa nyumbani na walikuwa naishi na bibi huyo mtoto ambaye ni mama wa mtuhumiwa. Na inaelekea kwamba alikuwa anagundua haya matendo, aliyagundua lakini hakuwa anachukua hatua yoyote. Kwa hiyo tumeamua kumfikisha mahakamani na kesi imesikilizwa na leo hukumu imetoka, tumepata conviction mtuhumiwa amefungwa kifungo cha maisha jela, yeah. Unatoa vitu gani kwa wananchi kwa jumla kwa kesi kama hizo? Ah, natoa vitu kwa wazazi, kwa wananchi wote kwamba wanapogundua matendo kama haya ya kulawitiwa watoto au kubakwa, wachukue hatua, watoe taarifa vituo vya polisi kwa, kwa sababu hii kitendo kilitokea mazingira ya nyumbani na mhanga alikuwa analawitiwa mara kwa mara, lakini bibi yake alikuwa achukue hatua, lakini pia hata baada ya kuwa mtumwa mpelekwa mahakamani mtoto akatoa ushahidi huyu mtumiwa walivyorudi nyumbani, alimpiga sana yule mhanga na alikuwa anamzuia kwamba asifike mahakamani kutoa ushahidi, lakini tulifanya utaratibu na mtoto alifika mahakamani ya kutoa ushahidi. Kesi imeenda vizuri, leo amefungwa kifungo cha maisha.